Mama Mbeyu na elimu kwanza, hiyo ndio nilifanya chanzo changu cha kuingia siasa, na niko tayari kuungana na wazazi wale wako na imani na mama Mbeyu waweze kupata fee watoto wao wasome, waweze kujisaidia. My name is isaurana fula from butere Girls high school and I am very happy today for mama Mbeyu and for everything she has done for us honestly. Ni kwa uwezo wa Mungu ametupatiau

Mimi kwa majina naitwa Penina Dama Charo kutoka Kilifi. Ninashukuru Mama Mbeyu kwa scholarship ambazo ametupatia na naona ni za muhimu sana katika watoto wetu. Kwanza mtoto wangu pia nashukuru, amenisaidia sana kwa scholarship alionipatia, ameendelea mtoto wangu, na nashukuru vile anaendelea vizuri. Mama Mbeyu anatutia moyo, Mama Mbeyu anatusaidia na Mama Mbeyu Mungu amzaidishie kuwa nasi kusaidia watoto wetu. Watoto wengine pia ambao wanainukia pia waje wampate Mama Mbeyu, manake ni msaidizi wetu. Mimi sina mengi, ni hayo, na Mungu awabariki. Na Mama Mbeyu, Mungu ambariki zaidi na zaidi, amfikishe kiwango chengine. Kwa majina anaitwa Samuel Kazungu Ngala, mimi ni mzazi wa Raso Dhahabu. Nashukuru sana kwa sababu ya Mama Mbeyu jinsi ambavyo ametusaidia anasaidia watoto hasa mtoto wangu Raso ambaye anasoma Joho Second School Girls. Ninashukuru Mungu sana kwa sababu Mama Mbeyu ametia bidii hata mtoto wangu huyu amepata scholarship ambayo itamwezesha azidi kusoma na azidi kuenda mbele. Nashukuru kwa yale matokeo ambayo mtoto wangu anaendelea anaendelea nayo kwa sababu ya Mama Mbeyu kumwinua na scholarship. Na mimi nasisitiza kwamba watoto wetu sisi wazazi waendelee kusoma ili watutie moyo sisi wazazi nasi, tuzidi kuangalia kwamba hawa ni watoto ambao wametia wa, wa bidii katika masomo yao. Ninamwombea Mama Mbeyu kwa vile ambavyo yeye anatia bidii kutukuwezesha kutuwezesha watoto wetu, sisi wazazi, na situwe na moyo wa kuzidi kuenda mbele na kuwasimamia watoto wetu. Hatutaki maneno mengi, watoto wetu waende mbele katika masomo, wasije wakawa na, ma, na, na mambo mengi ya hatutaki ya, ya mimba za mapema. Wataka watoto wetu waendelee na masomo ili waje wawe viongozi wa kesho. Kwa hivyo, sina mengi ni hayo, na Mungu awabariki pamoja, amubariki hata Mama Mbeyu pamoja na serikali yake ya county government. Kwa majina yangu naitwa Yunis Katana. Mimi ni mzazi wa Brenda Salama, akiwa anasoma Matuga Girls. Ninashukuru scholarship hii ya Mama Mbeyu ule walipokuwa wanaenda shule, tuliomba msaada na tukapata hiyo scholarship, ikawa ni nusu. Lakini kwa sasa nimeshukuru, asubuhi nilipopigiwa simu ya kwamba nije ofisini kwa Mheshimiwa Mbeyu na nilipokuja, na nikapata cheki. Ile cheki ambayo nimepewa, nashukuru Mungu, imemaliza hiyo school fees ya mwaka mzima. Kwa hivyo ninashukuru ofisi ya mheshimiwa wetu Mbeyu, imetusaidia hata kwa wakati wa masomo huu ambao tunaendelea. Ninaomba Mungu aendelee kumpa maisha marefu mheshimiwa mama Mbeyu, na ni wajibu wetu sisi kama wazazi tukae na watoto tuwaelimishe waendelee na masomo na kama wazazi tushikane pamoja, ili watoto wetu waepukane na mambo ya mimba za mapema. Wakati watoto wetu wakiwa nyumbani, tuwe na wakati mzuri na watoto kuwaelimisha jinsi ya maisha ambavyo yanaendelea, ili ule ugumu ambao unaendelea, hasa kwa watoto wa kike, wakaweze kuepuka, ili maisha yao yakawe mfano hata kwa vizazi wengine mimi naunga mkono uongozi wa mama Mbeyu kwa sababu ya ile scholarship ambayo ametusaidia wa. Na sina mengi ni hayo, na Mungu awabariki wa